Na mtazamaji karibu, ambapo maandalizi ya mwaka huu ya sherehe za sikukuu ya madaraka mjini Homa Bay yanaendelea kushika kasi huku viongozi mbalimbali kutoka serikali kuu na serikali ya kaunti wakiahidi maandalizi haya yatakamilika chini ya wiki moja. James Latano alizuru baadhi ya sehemu za maandalizi na kuandaa taarifa ifuatayo ya wiki mbili kuanzia sasa macho yote yataelekezwa katika kaunti ya Homa Bay, mji wa Homa Bay, ambapo itakuwa mwenyeji wa sherehe za siku kuu ya madaraka. Pilikapilika za maandalizi zikishika kasi huku upanzi wa barabara na kuinua hadhi na kurembesha uwanja wa michezo ya Raila Odinga ikielekea ukingoni. Eneo lenye shughuli nyingi kwa sasa viongozi mbalimbali mbali kutoka serikali kuu na serikali ya kaunti wakijikuna kichwa hapa kuhakikisha sherehe hii itakuwa ya kupendeza. We also want to acknowledge the partnership we have received uh, here in the county government uh, thank you very much uh, governor for your leadership and all the leaders in Homa Bay. Uh, because then in the next next few days, actually next week we'll be back here.

rehe chini ya maudhui ya Blue Economy kwa kimombo. Wakaazi wa kaunti ya Homa Bay, hasa zaidi ya wavuvi elfu thelathini wanaoendeleza shughuli za uvuvi katika ziwa Victoria wanatarajia kuteguliwa kwa kitendawili ya usalama ziwani humo, swala ambalo limekuwa donda sugu kwa muda mrefu. Viongozi wa eneo hili aidha wakipigia upato serikali kuu kwa kutimiza ahadi zake.

Fish market. The works by Kura, the works by Kenna. I'm pleased by what the transport ministry is doing at uh, Kabunde International Airport. It is no longer an airstrip. James Latano, runinga ya Citizen kutoka mji wa Homa Bay, kaunti ya Homa Bay